Bwana Yesu asifiwe watumishi wa Mungu. Shalom, shalom, shalom. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wewe ndugu rafiki ambaye umetufollow kwenye chaneli yetu ya Ufufuo na Uzima Mtwapa. Leo nataka nishee na wewe na pia ujifunze jambo moja la baraka sana. Uh, maadui watatu katika maisha yako ama baraka za maisha yako ama hatima yako. Maadui hawa usipowatambua na usipowajua itakupa wakati mgumu sana kuelekea unapotaka uende katika maisha. Kuna madaraja tofauti tofauti, lazima uyavuke, changamoto mbalimbali lazima uzipitie, ili uwe unayetaka uwe, kwa sababu hapo ulipo sio sehemu ya maisha yako hapo unapoishi sasa, sio viwango vyako. Chakula unachokula sasa hivi sio haja ya moyo wako. Mavazi unayovaa sasa hivi si yale mavazi ambayo ungestahili kuyavaa, lakini unayavaa tu hili kustiri mwili wako na kuficha uchi. Lakini kuna mahali unataka uwe, kuna maisha unataka uyaishi, lakini ujafikia hivyo viwango. Wako maadui watatu ambao ni wa muhimu sana, na kuwajua na kuwaepuka ili ufike unapotaka ufike. Adui wa kwanza wa maisha yako anayezuia hatima yako anayezuia mafanikio yako ni shetani. Adui wa kwanza ni shetani, anayechelewesha hatima yako anayezuia baraka zako anayepingana na baraka kutoka kwa Mungu zinazokujia. Ukitaka kuamini, adui wa kwanza ni shetani, angalia kitabu kile cha Ayubu. Yule Ayubu, Ayubu yeye alikuwa amebarikiwa na Mungu. Ayubu alikuwa na maisha mazuri. Ayubu alikuwa na watoto wazuri. Ayubu alikuwa na mali za kutosha. Ayubu, lakini mshtaki wake Ibilisi, Biblia inasema kwamba akajidhihirisha mbele ya uso wa Bwana, naye Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani naye akasema nimetoka kuzunguka zunguka duniani huku na umo. Kwa hiyo shetani tunapata pointi ya kwanza, shetani tupo naye katika uso wa nchi, shetani tupo naye duniani humu humu. Anatazama hatua zako, anatazama unavyopambana, anatazama unavyohangaika kupata tonge la kila siku, kupata mkate wa kila siku, na ndio unavyopambana na yeye, ndivyo anavyong'ang'ana kuzuia. Shetani huyo huyo akamjibu Mungu, Mungu alivyomwambia shetani kwamba hakuna mtu anayenipendeza moyo wangu kama Ayubu. Shetani akamjibu Mungu, akamwambia, je, mtu huyu anakucha wewe bule? Huyu mtu anakuabudu wewe bule? Huyu mtu Ayubu anaenda kanisani kusali bule? Huyu mtu Ayubu sio mjinga kwamba anaenda tu kanisani, anaomba anafunga hivihivi bule. Anafunga, anaomba, anaenda kanisani kila siku ni kwa sababu umembariki sana, umembariki sana, yaani umembariki kupita kiasi na umemwekea ulinzi kupita kiasi. Kwa hiyo mimi nataka nikuhakikishie kwamba huyu mtu akuabudu wewe bule, huyu mtu aendi kusali bule, huyu mtu si kwamba anakupenda hivi hivi, anakupenda kwa sababu umembariki kupita kiasi. Kwa hiyo mimi nataka nikuhakikishie, niruhusu niende nikaharibu vyote alivyonavyo, uone kama huyu mtu ataenda kanisani uone kama huyu mtu atakuwa mtiifu. Uone kama huyu mtu atazidi kukuabudu wewe Mungu. Ni karibu, ni karibu mali, ni karibu tajiri. Hiyo namba moja. Kwa maana shetani ni mshtaki wetu. Shetani afurahii unavyokuwa una nyumba nzuri, shetani afurahi wewe upate kazi, shetani afurahii wewe upate ndoa, shetani afurahii wewe kuwa na watoto wazuri. Shetani wewe huyo, akaua mpaka watoto wa Ayubu. Shetani huyo paka akatuma wezi, wezi wa mifugo waibe mifugo ya Ayubu. Kosa ingine unapata, wezi wanakuibia wanakurudisha nyuma. Shetani ameruhusu wezi, ametuma mashetani yake, ametuma mapepo yake, ametuma vibwengo vyake, ametuma majini yake, ili kile unachokipata shetani akurudishe nyuma. Kwa hiyo adui wa kwanza wa maisha ya mtu ni shetani anakurudisha nyuma, hataki ufanikiwe, hataki ujenge, hataki uzae, hataki upate mume mzuri, hataki upate mke mzuri, hataki ununue kiwanja. Shetani ni adui wa mafanikio yako namba moja, na ndio maana shetani akamshtaki aka Ayubu kwa Mungu, ili kwamba Ayubu apoteze vyote alivyo navyo. Kwa hiyo adui wa kwanza ni shetani. Adui wa pili, adui wa pili wa mafanikio ya mtu ni mtu mwenyewe, yani wewe mwenyewe unaweza kawa adui wa mafanikio yako. Unaweza kaliuliza mchungaji, why outcomes utaelewa ni kwa nini nini namaanisha, kwamba wewe mwenyewe unaweza kawa ni adui wa mafanikio yako. Wewe mwenyewe unaweza kawa ni adui wa kuto kujenga. Wewe mwenyewe unaweza kawa ni adui wa kuto kuoa. Wewe mwenyewe unaweza kawa ni adui wa kuto kusafiri kwenda ng'ambo. Wewe mwenyewe unaweza kawa ni adui wa kuto kumiliki unachotaka kumiliki. Wewe mwenyewe unaweza kawa ni adui, ukasababisha ukafutwa hata kazi. Unakuwaje adui wa mafanikio yako mwenyewe? Kuna baadhi ya mambo lazima ukubali kuyaacha ili uweze kufanikiwa kimaisha. Narudia tena, unakuwaje adui wa mafanikio yako mwenyewe? Kuna baadhi ya tabia hazikufai, ulishakuwa mtu mzima. Tabia za utoto, tabia za kushawishiwa, kuna mambo unatakiwa ukubali. Wewe ni mtu mzima, uishi kama mtu mzima, ufanye mambo kama mtu mzima. Watu watakushauri, watu watakupa mawaidha, mchungaji atakuhubiria, na wewe sasa akili yako lazima ifanye kazi. Si kila jambo la kushauri ushauriwe utendee kazi, kuna jambo la kushauriwa using'ang'ane kulifanyia kazi. Kwa hiyo, kuna baadhi ya tabia ambazo mtu anazo zinamchelewesha yeye kwenda kwenye muujiza wake. Mfano, unaweza kukuta ni mwanaume, kila mkoa anamke, ukienda, ukienda labda tuseme, kila nchi anamke kila kabila ameoa kila kabila na wanawake wa kila kabila. Sasa na hapo anataka ajenge na hapo nataka ntakanue kiwanja, uwezi fanikiwa kwa namna hiyo. Ukienda Tanzania una wake watano, ukienda Uganda una wake sita, ukija Kenya una wake kumi. Yani wewe kila mahali, kila kituo una wanawake, kila kituo umezalisha. Sasa na unachokipata chenyewe hakikidhi hata mahitaji yako mwenyewe, huyu atake, huyu atake, huyu atake, uwezi fanikiwa. Tabia za kuwa na wanawake wengi Mwingine unakuta yani yeye hana wanawake, si wazungu si si wachina si Waafrika, yani kila aina ya wanawake mtu anao. Kuna mambo kama hayo yanazuia kufanikiwa kwako. Huwezi vaa vizuri, huwezi kula vizuri, kwa sababu hata hao wanawake pia watahitaji uwalishe. Hata hao wanawake tena, ambao wanawake ambao umejizungushia ni wale wanawake wa bei mbaya mwanamke wa kubandika kucha, mwanamke wa kubandika kope, mwanamke wa kubadilisha mawigi, wa kubadilisha malasta ma ya kila aina, nasuka kila mitindo na ile ya galigali. Yani mwanamke yeye atumii zile kucha ambazo Mungu amempa, ni anabandika kucha za kila aina. Wiki hii ikiisha anap, anaporomosha anaweka nyingine, mwingine mpaka mwanamke ambaye unataka yule mwanamke ambaye anabandika makalio ya bandia ya kwenda huko sui India sijui wapi, au utafanikiwa? Hautafanikiwa au tafanikiwa? Kuna baadhi ya mambo lazima uyaache, ulevi. Unaona, kuna mtu unapata mshahara, mshahara wote unaishia kwenye pombe, wote unaishia kwenye pombe. Na hapo ulipo, una mpango mwakani, unataka ujenge nyumba za kurentisha. Hautajenga, utajenga nyumba, utakuwa mpangaji miaka yako yote kwa sababu ukipata kile pesa Mungu amekubariki riziki angalau ni kidogo, unaishia kuonga wanawake. Hiyo riziki kidogo Mungu amekubariki basi, angalau ujibanebane uiweke mipango hiyo hiyo, inaishia kwenye pombe, inaishia kwenye anasa, inaishia kwenye starehe, hakuna mahali utaenda. Adui wa pili, adui wa kwanza ni shetani, adui wa pili ni mtu mwenyewe, anaweza akawa ni adui wa mafanikio yake. Utashangaa wengine wakipiga hatua na unajiuliza, wengine wanafanikiwaje? Mbona mimi sifanikiwi? Wengine wanaendaje? Mbona mimi siendi? Kuna baadhi ya tabia using'ang'ane kuzifanya. Kuna baadhi ya mambo achana nayo, Focus kwenye kile kitu ambacho unataka kutimiza. Kama unataka kufungua hardware, focus. kama unataka kufungua supermarket focus. Kama unataka kufanya biashara uwe mfanya biashara mkubwa, achana na masuala ya starehe. Starehe ni gharama, starehe ni gharama. Usione wengine wanafanya starehe wewe ukaiga. Kuna wengine wanakula mavuno, wewe unakula mbegu. Mbegu hairiwi. Mbegu hairiwi. Watu walishapanda wakavuna, wanakula mavuno walichokipanda, ila mbegu wameitunza wao. Unakula mbegu. Usiige watu maisha, maisha hayaigwi, maisha hayaigwi wapendwa. Adui watatu, adui watatu, adui namba tatu. Kama unaandika unaweza ukaandika adui namba tatu, watu waliokuzunguka. Kuwa makini sana na watu waliokuzunguka. Yesu alizungukwa na watu wengi. Watu waliomzunguka Yesu walikula mikate ya Yesu. Watu waliomzunguka Yesu walikula mpaka samaki za Yesu. Watu waliomzunguka Yesu, wale wale waliokula mikate yake, wale wale waliokula samaki zake, ndio hao hao waliosema asurubiwe. Kwa hiyo kuwa makini sana na watu wanaokuzunguka. Unaweza ukazungukwa na watu ukajua unapendwa sana, unaweza ukazungukwa na watu ukajua wanakuhitaji sana, unaweza ukazungukwa na watu ukajua mimi ni mtu wa watu, lakini wale wanaokula nao meza moja, unaocheka nao unaowashibisha kwa pesa zako, unaowavalisha kwa pesa zako, unaowatunza kwa pesa zako, unamtunza adui wa kesho wa maisha yako, unamshibisha adui wa kesho wa maisha yako. Kuwa makini na watu waliokuzunguka. Wale waliomzunguka Yesu ndio waliosema asurubiwe. Wale aliowalisha Yesu ndio waliosema asurubiwe. Mungu akubariki. Ni kutakie wakati mwema na siku ya baraka. Amen. Amen.